Siasa ya kupendana, tuwe na siasa ya kuleta wananchi pamoja, tupunguze siasa ya matusi, siasa ya chuki, siasa ya kugawanya wananchi. Ndiyo rais amesema nilete salamu zake, kwanza kuwashukuru sana kwa kura iliyopita, wale waliompigia kura, wale hawakumpigia kura wote ni wananchi wa Kenya na anawapenda, atawafanyia kazi bila <coughs> upaguzi wowote. Pia ameniambia niwaambie asante sana kwa yale maombi mlimuombea. Tukitafuta kura unajua, haikuwa rahisi, wakiwa serikali, wakiwa nje ya serikali. Wewe ukitaka kuwa rais wa Kenya au kiongozi wa kiwango fulani lazima uheshimu yule aliyoko, ndio wewe ukifika huko pia utaheshimiwa. Wewe ukitukana viongozi, wewe ukipata uongozi pia utatukana. Uko kwetu tunasema ukiwa kijana kiherehere, unapiga wazazi, unapiga jirani, ukiwa mzazi wewe pia watoto wako wataanza kukupiga. It is the same pattern, so we want to respect each other. Rais alichaguliwa na hatuna mwingine Atafanya tamu yake amalize 2027 tumrudishe 2032, atastaafu aende kulinda mambo yake, na wengine wataingia. Ule ataingia pia, tutampa ile ile heshima tunayompa Rais William Ruto. Kwa hivyo leo, bisi na majamia wa Kamba, tuweze kutembea na Wakenya wengine. Unajua viongozi saa zingine, anaona maslahi yake ni kubwa kuliko ya wananchi anapotosha wananchi kidogo kidogo, anasifu mambo ya kukosa kuwa kwa serikali na yeye anataka kuingia. So tuwe pamoja, tutembee pamoja, na nikirudi nitamwambia rais vile nimeona hapa Migwani, nimeona hapa Mwingi West, nyinyi pia mmechanuka sawasawa, sawa. Wangapi wanasema nikirudi nipeleke salamu zenu kwa rais wetu, nimwambie vile anawapenda nyinyi pia mnampenda.